Mawasiliano na teknolojia ya habari, Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo, mbunge wa viti maalum, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Oran Manase Njeza. Yeah. Nashukuru sana mheshimiwa spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Suma Fyandomo, sasa naomba swali lake 259 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, majibu Asante Mheshimiwa Spika, serikali kupitia yuksaf imekuwa ikitekeleza miradi ya kufikisha huduma za mawasiliano katika maeneo ya mipakani. Mfano, katika mwaka wa fedha 2021-2022, yuksaf kupitia mradi wa ujenzi wa minara katika maeneo ya mipakani kwa awamu ya sita kampuni ya Vodacom iliweza kujenga mnara katika kata ya Ngana na kwa lengo la kuwahudumia vijiji vya Kasumulu, Mwalisi, Ngana na Ushirika mnara husika upo na unatoa huduma katika vijiji hivyo. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa mheshimiwa mbunge ameuliza swali kuhusu jitihada za serikali katika kutatua changamoto ya mawasiliano wilayani Kyela katika maeneo ya mpakani na nchi ya Malawi, inaashiria kuwa bado kuna changamoto, wizara kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF itafanya tathmini kwenye maeneo husika ili kubaini mahitaji halisi ya mawasiliano, na endapo ikibainika kuweko kwa tatizo la mawasiliano katika maeneo hayo yatajumuishwa katika miradi inayotarajiwa kutangazwa kwa ajili ya utekelezaji hususan katika maeneo ya mipakani kwa mwaka 25, Asante. wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Oran Manase Njeza, swali la nyongeza. Ya, nashukuru sana Mheshimiwa Spika, sasa kwa kuwa changamoto hii ya ubora wa mawasiliano yetu imepelekea wananchi wa mipakani kujiunga na mifumo ya nchi jirani ikiwemo mifumo ya kifedha Je, serikali sasa ina mkakati gani wa haraka ili kuhakikisha kuwa inaboresha mawasiliano kwa, kwa mipakani kote ili kuzuia watu wasijiunge na mifumo ya nchi jirani ambayo inapelekea changamoto za kiuchumi na kiusalama. Na swali la pili, je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha kuwa inaboresha mawasiliano katika kata ya Mjele, Ikukwa, Ulenje pamoja na Iunga Mapinduzi? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali ya nyongeza mawili kama ifuatavyo kuboresha mawasiliano kwa ajili ya uh, usalama lakini na mifumo ya kifedha kiuchumi. Mheshimiwa Spika, nipende kusema ni mwezi tu umepita, nimeweza kufika Kiela, nilienda kufanyia kazi mawasiliano mipakani na nimeshaacha maagizo, niombe tu kutumia bunge lako tukufu niendelee kuasisitiza meneja wa TCRA mkoa wa Mbeya pamoja na wa Yuksaf wakafanyie kazi maelekezo yangu kuhakikisha wananchi hawa wa mipakani hasa pale Kiela yanokutoka kutoka ndani ya nchi. Na katika mikata hizi alizozitaja Mheshimiwa Oran Njeza za jimbo la Mbeya Vijijini. Mheshimiwa spika, haya maeneo yaliyoyataja minara ipo, ila sema zipo katika teknolojia za chini kwa maana ya 2G. Niweze kutoa wito kwa watoa huduma wote ambao wameweza kujenga minara katika maeneo haya yaliyotajwa na mheshimiwa Oran Njeza kwenda kwa upgrade, kuhakikisha 2G inapatikana sasa kwa 3G na 4G na hiyo 2G ipatikane kwa uhakika.